Naam, na hivyo tu wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Reality Mambo TV, na wasalimu pote pale mlipo, matumaini yangu kwamba yote mko salama salamini katika muda huu katika afya yenu kabisa, nami nikiwa vema kabisa kukuletea habari kwa muda huu, nikiwa katika mashariki mwa DRC, huko South Kivu, ndiko ambao kituo chetu cha habari Reality Mambo TV inapatikana. Uh, na kila wakati ninapokuletea habari ujue kwamba Eh, unaposonga mbele usikuwe nakosa kuwasambazia watu wengine, hata kujiunga ili ya kwamba kitu kipati kusonga mbele na wengine kufaidi ya habari zetu. Na mara moja, acha tuweza kuchukua muda wako na kukuambia ya kwamba eh, nitakujia na habari ambayo inazungumzwa na mzee wetu hapo, Andre Byadunia, kuzungumza kuhusu hali ya Kinshasa ambayo hawajali kabisa watu walio katika mashariki mwa DRC na pia kuzungumzia Tomi Mwamba ambaye alikuja uh, kufika hapo Vira kama jinsi inavyozungumzwa na huyo mkuu hapo, ambao takwenda kumsikia ya kwamba kwa sababu ametoka katika system ya ya serikali ndiyo maana anaanza kuonyesha mara ngapi Raisi Chisekedi anaongoza vibaya. Hiyo tu ni maneno yao hao wazee ambao wanazungumzapo. Na basi, mara moja, huo ulikuwa ni mtasari wa habari, na tuendelee habari kamili kwa nini nisikose kusema, lakini kama jinsi nilivyowaambia, mnapotizama Kinshasa ni kama vile haijali mashariki mwa Kongo, na inaonekana ni kama vile tu hawajali kwa kutokana na vita ambayo inapatikana katika mashariki mwa Kongo, ina mawazo yake kabisa ya kipekee huko na hayo inaonyesha kuto kujali mashariki mwa Kongo, na kama hawajali basi waseme rasmi ya kwamba taifa la Kongo huku mashariki lipate kujichukulia wao wenyewe, kwa maana wanapo wasapoti wazalendo wanakuwa wanatosha vifaa nusu nusu, yani i vile vidogo vidogo, kama vile tu kwa kujitetea hayo ya. Ni yani maneno yake Andre Byadunia, dunia Na mengine ndo iko mkicho ya watu wa Kinshasa, mafikira ya vita huko kwesti haiko kabisa. Tusikose kusema juu ya nini, tusiseme juu ya nini? pourquoi watatufunga bila tusiseme lolo, kema antites kosi inaanguka kila siku. Nzibira ilishaanguka sijui Chulo ilisha iko iko mene saa ino kwenye bako Chulo. Lolo ke Nzibira na Chulo ni distance ya kilomita kuna bakia vilaje ingine moya yenye banaita maimoya, ile ndo vilaje ya kwanza kuingia Shabunda

kuwa tunatumikisha madrone wakati aenemesha ha kamata eneo pur kuwa ile mahelikopteri haiwezi kwenda intervenir, madrone haziwezi kwenda intervenir mapema sana. Tulishafanya malobinge, tunaambia serikali tusaidie, ipige kageregere, paske kageregere kuipiga leo wala minembwe kupapiga leo, bila kutumikisha drone wala helikopteri ni vigumu sana. Mutangoya atua anajisuka, anajisuka, anajisuka kisha ndo munasema no alikamata ingine eneo, tutoe sasa helikopter. Helikopter anaenda fanya nini? Alors que enemi asha kamata inchi, muna bombarder Sibira jana alors que ilianguka depuis dimanche. Pourquoi ne pas bombarder au moment ou enemi alikuwa kona ingia msibira? Pourquoi wa bombarda kile wakati? Balikuwa wanangoya nini? complicité ko quelque part piié koeepar kongole, muangalie mbele, mfungule macho, inchi ko na tuenda pole pole bila sikuona. Nchi tu kona tuenda bila kuona. Bende viko Kinshasa undirea tuko na wako mustari mwaya. Tuko kulengo mwaya. Silvo tu play. Tufungule macho. Mwana, batu wanasema kandra na kritika katu guvernema. Nitakoso kritike guvernema inaifanyi kazi kwa tukwa nini. Nchi kona enda. Nchi kona enda. Mimi sina nafasi ingine ya kukimbilia. Niko na batoto plus ya tisa.

na mara moja tugusie defender huyo Shabani Idile Concaser grupe O, akizungumza kuhusu Tony Mwamba akisema ya kwamba kwa sababu Tony Mwamba ametoshewa katika system ya Congo ndio maana anakuja maeneo ya Uvira na kusema ya kwamba Chisekedi, rais wa Kongo anaongoza vibaya kabisa, na hivyo akiendelea kusema ya kwamba a, yeye ni mzaliwa wa uko ni Mbembe, lakini mama yake ni Mnyarwanda. Asingetaka kusema zaidi kuhusu hoteli ambayo iko pale Uvira, asingetaka kuitaja jina kwa sababu inaweza ikaonyesha hali mbaya, na mengi zaidi yeye anaendelea kuyasema na tumsikilize na kuya kudenonse bwana Tomi Tambwe, bwana Tomi Tambwe wakati alikuwa kukiti cha mayai jambo kitenge Yesu Mariamu mwenye alikuwa nazungumza hivyo, Tomi mwaba Tambwe wakati alikuwa kuutawala kwa kuangalia hiyo organization yetu inaitwa PDDRCS. Alikuwa na furaha kubwa sana, na alikuwa ajui kama Felix Sekedi anatumika mbaya. Leo hana madaraka tena, ndio anakua

kuona hiyo yote wanaona ni ndugu tu, mwanaume ndo anazaaga, walimpa kudirige hiyo organizasio hapa tumimwamba. Leo ameitisha watu kwa hoteli moja kwa hapo kwetu Uvira, tunahifadhi jina juu mwenye hoteli iko nafanya business, atuweze na tukataja jina ya hiyo hoteli, sionekane ni hoteli yenyewe kuna organize kukaribisha wasaliti. Jueni, mfanya biashara hawezi kukataa kuuzishia mtu wowote chakula sokoni. Hata ukiwa msaliti watakuuzisha chakula huko naturaa kuemea. Sasa huyo bwana amepeleka kikundi chetu chote kwa wale watu wenye wanaitwa watu wa PDDRCS, ameenda kuwaambia wampige vita coordinateur national mwa hiyo organization ule mtu asimkubali na anawaambia, kama nawaita hapa, rais wa nchi ameshashindwa na kupeleka nchi siloyo kwa mawazo yake, juu wakati Felix Sekedi alikuwa nimpa kazi na nampa mshahara, hakuona hiyo kazi yenye Felix Sekedi anapeleka vibaya. Leo sasa, ndio anakiwa kutuonesha hiyo kazi kunnda vibaya, kwa yeye alitumika na Felix, ndio anakuja kutuambia juu kuinjia system sasa naambia ba bapepe ba bote ba Sud Kivu bakongomani bote a general kunye mutamona tomitambwe mtambwe pito mumkamate na mikono ende apiwe kamba ende akule kwanza, afungule mndolo nayei ju serikali ya Chisekedi aiuyi watu. Sasa nataka kuwa komunike liste ya watu enye ali envite wa wapartisipa wa mwire enyo yake wa kwanza anaitwa Bambone, wa pili anaitwa Konsole Rudima, wa tatu anaitwa Manoa Rukebuka, wa nne anaitwa Madami Matabishi Rashidi, watano anaitwa Gloire Matimbo, wa sita anaitwa Kashoze Kashose Kiandala, wa saba anaitwa Kirahura Dibitiro, wa mnane anaitwa Junga Juma, wa tisa anaitwa Goda Godefrua Kangeta

vinaangalia y organizacyo viende sasa ku wazalendo siyakuwa na uhakika, lakini nimeshasikia sikia, wazalendo wamesha mpa kara iter juu 4 hizo vet, vet, kwa kidogo banampa karaiter atembe na watoto kungali baridi, asiseme walimfukuza kwenye kuko juu atashindwa kutembea yena familia yake. Sasa kwa mimi sasa nimesha informe mimi naitwa Shabani Hidi le concaser, mimi niko na role. Jina langu lingine naitwa Shabani Hidi le grupe o positive. Mi niko grupe o positive, manake mi napana damu kwa watu wote wale, na kazi yangu mimi ni kudefendre interet ya Kongo kote kwenye banateta Kongo, nikikuwa pale nafaa kutoa sauti, na waomba watoto wa Uvira mugawe hii audio yangu fasi yote kwenye mutamona ton, toni mwaba juba memonea uruba bana mupa kara Twitter kwenye mutamukamata, funge kamba apandishwe Kinshasa ende ajitete kwa kutafuta kutuingizia kutuingizia M23 ili uwa watu Goma bisimu akawaambia watoto wa Bukavu, mimi niko mtoto wa Bukavu, sipendi batu wakufa jinsi walikufa Goma. Muache M23 ingie na wenyee walimfuata. Watoto wa Bukavu wenye vichwa vifanyi kazi samani, wakatuma mesaji Uvira na Fizi, mwishie huko huko na uzalendo wenu, msipande huko, hatupande mtu akuja Bukavu huku. Sisi tunapatia watu njia na amani, lakini mkiona na batu wako na uliwa Bukavu mateso watu vatuya wa Bukavu wanapata haiko ya mchezo. Sasa umimwaba naona hapana alete hiyo mzigo wa uchafu haya atutupie sisi watoto wa teritori ya Uvira na Fizi, safari yao iendelee kwenye wako naenda. Sasa tutabloke machine hizi tulibloke mapema sasa, na nawowote mwaistko hapa mwenye nimehesabia hapa, mwenye atafata mawazo ya tunimu hapa atatafutwa kama vile binadamu anatafuta chawa mukichwa cha upara jua wezi tafuta chawa mukichwa chenye kuna nywele. Chawa hawezi kaa kwenye kuna nywele, na ndio tutakutafuta popote pale. Kama nimewataja hapa, ni kuwataja kama ni liste ya wenye walipatishwe kwa ile enyo, mtu akataagi kuitwa anakataaga maneno. Kwa hivyo wakati hivi mweni hesabia hapa, mgali wa inosa weinosa hamuyakuwa kupamba juu mulienda kusikia na mkarudia na hii mahati yamwe kwenda kwa hiyo radio, ndio maana tulipata hii habari. Msisikie woga, kisi nimewataja hapa hapana, mkuu wa security mutakuwa protege. Asante sana. Bila kuponda muda, natoa shukrani zangu kwa kufika tamati ya kipindi chetu ambacho nimekuletea katika wakati huu mzuri ambao unakufikia na hivyo tu ujue ya kwamba kabla wewe hata haujasonga mbele na kufika kabisa kwenye ukingo vizuri vizuri, unaweza tu ukajiunga kama uo ungaliwa mpya katika channel yetu, ili kuwe napata habari zetu zote mapema na kwa muda mwafaka, na hata kuwasambazia watu wengine ambao wanaweza wakataka kupata habari hizo na pia usisahau, unaweza kwa comment, ukiona maneno au swali fulani la kuuliza kwenye comment hapo chini, na juu ya kwamba hapo chini unaandika subscribe au sabone, unapo click hapo, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kwamba uko napata habari zetu zote mapema. Nikishukuru, asante uh, kubwa. Tutakutana tena hatu wakati mwingine. Asante uh, sana.